Uhuru sina polisi, niko mimi na watumishi hapa, uweni na uhuru kabisa. Tuzungumze kwa ufupi, watu kumi tukimenda tuwafunga mkutano, watu wafunge na ruka, jamhuri ya muungano wa Tanzania <laughs> kwenye kita andaaka wanemai, jamani, kwa kupumua pamefika niwakaribishe sasa. Ah, karibu kwa biashara hapa Makambako, najishughulisha na uzaji wa mitumba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 umezungumza ni vijana na mzee Yuda alisema vijana wasikilizwe, na wewe umezungumza tutafute chanzo cha tatizo. Kwanza nikuhakikishie, Tumani hapa huru zungumze na babu wenu. Ninyi watu wa serikali, ni hili ni hili ni hili, anasema hapa, wana nyongo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 Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu. <coughs> na baadaye kutatokea kitu gani? Sasa kuna watu ambao ni viongozi, na ukiwa na mamlaka unaweza kuamrisha jambo fulani, ukawambia iye uu wekamajani ue weka huko sawa, so, lakini nyuma watu wanatazama na kuona. Wakati wa mkoloni, mkoloni alitumia vitu vizito sana kuwadhibiti watu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 Huyu ndogo ni nani huyu? This guy, kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema miguu yangu inatemeka, sijui kesho yangu. Ongea ako unaongea ongea kwa na ongea ongea ongea, saua ofisini kule. Baadaye ukisha sikia Enoki amete utaanza free Enoki free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari e, Mungu wangu tusaidie. <laughs> Sasa nilitaka kusema pointi moja